Wow. Karibu katika siku nyingine tena ya kijana wa Kitanzania ambaye ni forex trader, anayejaribu kufikia ndoto zake na malengo ambayo yako nyuma yake kupitia career ya forex trading. Hivyo leo tutaenda kufanya analysis pamoja kwenye masoko ya kifedha tukijiandaa kwa ajili ya Jumatatu. Jumatatu nini ambacho tutaenda, tunakitarajia kitokee siku ya Jumatatu? Nini ambacho tunategemea au tumejiandaa nacho kwa ajili ya wiki ijayo ambayo ni Jumatatu? Kwa sasa hivi leo ni Juma pili kwa muda wa Tanzania, ambapo kwa sasa hivi ni saa ngapi? Kwa sasa hivi ni saa nane na nusu taenda kufanya analysis pamoja na mimi Gabriel Laurio kama Mr. Producer wenu hapa kwa hiyo pay attention taenda kujifunza vitu vingi vizuri kwenye hii e session taenda kujifunza mambo mengi mazuri kama ujanjua uja mimi hapa kwa majina naitwa Gabriel Laurio ni forex trader mpaka uh, sasa na miaka kama miwili unaenda ni mwaka wa tatu. Nimeanza kazi yangu rasmi ya Forex trading mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Januari, na safari yangu uh, ilikoanzia hapo mpaka leo niko kwenye industry, na kuna mengi ambayo mengi nimejifunza kwenye hii safari uh, ku mpaka kufikia hapa nime trading account yangu binafsi, nime trading prop firm account. kwa hiyo prop firm account, na amini wengi wenu mnaelewa ni ni account yani ni una manage account za watu wenye mitaji yao, alafu kwenye mwisho wa siku mnagawana faida kwa hiyo nimefanya kama fund, ni kama fund manager. nimekuwa fund manager. <laughs> but kuna mambo mengi mpaka kufikia hapo. Maana yake hii safari sio semani so, kwamba safari imekuwa ni rahisi mpaka sasa hivi. Safari imekuwa ina mambo yake, ina mambo mengi sana, na mambo mengi, na hayo mengi ndio nataka tujifunze wote kwa pamoja kuweza kushare safari yangu kupanda na kushuka, ilikuwa kuwaje, ikaendaje mpaka leo hii bado niko kwenye industry. Kwa hiyo nimeamua kufungua chaneli hii ya YouTube na social media nyingine, lakini mara nyingi nitakuwa hapa niki shiriki, tukishirikiana pamoja kwenye hii safari kuweza kujifunza zaidi hapa, especially hapa YouTube. Kwa hiyo nitashare kila kitu na sha safari yangu na sehemu ambapo nilipo, bado sijafanikiwa kufikia ndoto za maisha yangu, lakini niko kwenye safari hii na naamini kuweza kufanikisha na nataka tufanikishe pamoja. Kwa hiyo kwa, kwa tayari kwa makini, nitaenda kufanya baadhi ya chambuzi na nitakuwa na dokumenti safari hii ya kuwa milionea kama forex trader. Kuwa milionea kama Forex trader, kwa maana nataka ku kwenda pamoja na wewe unaniangalia, unaoniamini kwamba inawezekana kuwa milionea. Kwa hiyo pay attention ya kutosha, kuna mengi ya kujifunza. Unajua, najisikia furaha leo. Jumapili nimetoka kanisani, umejifunza mengi mazuri kwenye ibada nawee pia. Na pia Jumapili inayokuja usisahau kwenda ibadani au kanisani, utajifunza mengi, utabarikiwa kiroho, utabarikiwa sana, kwa sababu kama kitu kizuri kwenye maisha kama kuelekeza maisha kwenye kutimiza kazi njema, kufanya vitu ambavyo ni sahihi, kufanya mambo ambayo ni mema. Kwa maana kila wakati nimekuwa niki ongelea baadhi ya kujiimarisha kuji wewe binafsi au kukua wewe binafsi. Niko hapa na mwenyewe pia kukua kwenye hii safari, kwa hiyo huko mwenyewe, tuko pamoja kwenye kukua kwenye hii safari, safari ya maisha na mambo mengi, safari ya maisha. Tuko hapa kukua pamoja na wewe, rafiki yangu unaniangalia tajifunza trading utajifunza mengi mengi mazuri. Lazima tuhakikishe kwamba tunaenda kufanikiwa kuwa milionea. I promise you, tunaweza tunaweza, tukiamua tukieke kaamu wetu kwenye kufanya yale ambayo yanatakiwa kuwa kufanyika, especially kujimarisha kwa... sisi wenyewe kujiimprove sisi wenyewe ilikuwa watu wa aina hiyo, kwa sababu ni tabia, ni fikra kwa kuwa milionea. Naamini hivyo kwa na tukiimarisha tabia zetu mbabu, na, vangalia, na zetu na namna ambavyo tunafikiri na tunavyoangalia kuhusiana na ulimwengu wa maisha tunaweza kufikia ndoto zetu, tunaweza kufikia ndoto zetu, mimi na wewe rafiki yangu. <clears throat> I'm glad to do all things to make sure kwamba hii safari inaanza, nimejaa furaha sana, sana, sana. Kwa hiyo nataka kufanya kitu kimoja ku connect intaneti, connect intaneti yangu kwenye laptop. Uh, alafu ni seti ni seti, ni seti simu yangu kuelekea kwenye laptop, ili tunapoenda kufanya analysis hii uweze kuona tunapoanza mpaka tunapo tutapofikia. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni kwenye chaneli hii, ni chaneli mpya, ni chaneli yetu pendwa, kwa naomba ujaribu ku subscribe ili kuwa mmoja wa watu ambao tutafaa sikia ndoto hii pamoja na kuweza kuwa na chaneli kubwa kwa Afrika kuhusiana na forex trading, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ntadokumente hii safari, utadokumente kila kitu mpaka tunakuwa milionea. Tutakuwa milionea, lazima uamini hivyo na lazima uone hivyo maana tuko hapa ku share experience, ku share safari hii, safari kwani usiona furaha tu, wenye safari ya maisha. Tumejaribu barabara hii ambayo tunaamini kwamba tuneishia mwisho wa siku kushinda, kufika mwisho, mimi nawe kidogo ina sivyo? Iko connect kwenye internet kwenye internet, the internet. Yeah. Yeah.